Yes, mambo vipi? Eh bwana hapa sheni ndani ya mjengo, ukipenda zaidi Newsland Media. Eh bwana ukiangalia katika mkono wangu wa kushoto niko na mtoto wa kike, mtoto mzuri. Eh bwana amepiga visit ama ametutembelea, na mimi nika feel like, manze lazima tupige naye ngumzo. Au sio? Eh kwa muda usio kwa mrefu ametoka hapo ndani Combre Descent, na mimi nika feel manze lazima tuongee naye bili tatu au sio? Naomba tukukumbushe jina chuo ama kitu ambacho unakifanya kwa sasa hivi. A, jina ni Edith Kaleria mwanahabari mwanahabari. Ukisema mwanahabari, uko na unafanya katika kituo fulani ama uko shuleni pale, au sio? Ni mwanahabari anayeibuka, mwanahabari oh. wa kesho, ndio mwanahabari. Lakini kwanza niseme kwanza, mimi napenda Kiswahili chako, asante sana. Ukazaliwa Coast ama ukazaliwa wapi Kenya, mtoto wa kike? Nimezaliwa Meru, nimelelewa Meru, nimekulia Meru. Unasema Meru? mm. -hmm. Salimia watu wa nyumbani sasa, na lugha yetu ya Kimeru. antobeta pa Meru mugeni inapenda. <laughs> e <laughs> Tangu lini wa Meru wakaanza kuongea Kiswahili lakini mimi ni wasaliti mimi si Umeru. ah, uongo. <laughs> lakini napenda sana sababu, eh, siku zote Kiswahili ni tuseme ni lugha ya taifa, sio bwana nah. eh, ni lazima tukipende tukienzi hmm, na tu, tuzindi kukuza lugha yetu ya Kiswahili, si ndio? kweli kabisa. Eh, kwanza naomba tu niambie ulipata wapi, mm, nini kilikushawishi ukapata kwamba mi napenda sana ningia pale chuoni nifanye maswala na media mm -hmm. Mimi nilipenda sana kuongea nikiwa mtoto mdogo pale standard 4, ningeenda kusema mashairi ambayo tulikuwa tukisema kule uh, primary school. Nikaenda high school pia nikakuta kuna journalism club, nikajiunga nayo kusoma taarifa. Walimu wanakuja wakinitafuta, yule Kaleria yuko wapi? Edith yuko wapi? yuko wapi? Hey, mwanahabari, una kipawa. Sasa mi nikajua yenyewe mimi ni mwanahabari. Sasa nikuulize kwamba e, umetoka katika mazingira ambayo e, kwa kweli lugha ya Kiswahili nayo ina tatiza kweli e, bwana, kulingana na sehemu ambayo tumetoka, sio? Na umekulia huko, ujaitoka labda ujaienda uswahilini uswahilini, lakini un, umejipata e, unaweza kuongea Kiswahili. Je, e, ni nini umepitia, njia zipi e, ili kuwa katika mahali ambapo unaweza ongea Kiswahili ambacho kweli kinapendeza? Uh, wazazi wangu pia wanadhamini lugha. Mamangu ni ametoka Lamu County. Kwa hivyo watu husema hiyo ndio ilinishawishi labda, manake pia si unajua Kiswahili pia unahusika pale Lamu, saa unasema mamangu kwa kuwa ametoka sehemu ambayo ni coastal, ndo manake nikapenda Kiswahili lakini mimi sijui, lakini nilijipata tu nina ile hamu jamani, nimetoka Lamu jamani. Sana mimi niseme mamangu